wa Wasafi ambaye anafahamika kwa jina la Diva the Boss, moja moja, kupitia kurasawake Instagram, ameweza e, bana ujumbe ambao na hisia sana ndani yake, akiwa anaelezea e, kwamba yuko na ugonjwa ambao e, e na, na, mara kwa mara. Nimekuwa mr hospital e, na kuwa e, sawa, na kuendelea na maisha yangu. Ndio maana sinywi pombe na kuishi kama wengine, ikiwemo e, kusafiri sana na hali nilionayo e, bana, kuna siku naweza hata nisiamke, maana sometimes e, unapiga vibaya mpaka unapoteza akili vizuri na kunyonyea, ila god has been e bana, tunaishi leo e bana, ilikuwa moja ya hizo siku e. Kwa mara ya tano mfululizo nimepitia hali mbaya, ila si jambo nao mzima, namshukuru Mungu, lakini na kesha nikisali e, sababu nina maisha na yahitaji mtoto na kuona nafikia ndoto zangu, so bado e bana, nahitaji kuishi kiukweli. i praise for a new Month. So, huo ndio ujumbe ambao eh, bana eh, Diva the Boss ameweza kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram. Wapo baadhi ya watu ambao wameweza kumpa pole kwa sababu ni kama vile amewasanua watu kulingana na kile kitu ambacho anapitia katika wakati huu hapa. Eh, bana kuna huyu ambaye anasema pole sana Dia, ila jaribu sana kuishi maisha yako halisi, uepuke pressure za mitandaoni. Kuna huyu mwingine ambaye anasema Mungu ni mwema eh, bana mami. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema pole my dear eh, bana usiache kusali, Mungu wetu eh, bana anakupenda sana. Lakini pia kuna huyu mwingine pole sana Diva. Lakini pia kuna huyu ambaye anasema bana, my God, Lord be with you Diva. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema da, pole sana Diva, babu yangu anasumbuliwa na moyo. Yani changamoto anazo anazokumbana nazo naelewa mwenyewe nini ambacho e bana kinakukuta. Pole sana, Mungu akupe, e, akupe wepesi kwenye afya yako. Akawamaliza hivyo, so hapo watu wengi sana ambao ni wadau wa burudani ambao wao wameweza kutoa mitazamo yao kulingana na hichi kitu ambacho anakumbana nacho ebana Mtengezaji huyu ambaye amekuwa akifanya mambo tofauti tofauti ambayo yamekuwa yakiteke headline kwenye mitandao ya kijamii, ni upi mtazamo wako kwa mda wa burudani? Lakini pia usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha, ili sasa online digital cha chao, chao.